Mtazamaji, na uungwaji mkono wa serikali mseto umeongezeka maradufu tangu mwezi Mei mwaka huu. Kulingana wa na utafiti wa TIFA, uungwaji mkono umeongezeka hadi asilimia 44 huku wanaopinga wakipungua hadi asilimia 48. Asilimia 68 ya Wakenya walipinga muungano huo katika utafiti uliofanyika mwezi Mei. Katika utafiti watifa, wa TIFA uliochapishwa leo, asilimia 68 ya Wakenya wanahisi kuwa taifa haliko sawa na kuwa linaelekea kwenye sehemu mbaya huku asilimia 17 pekee ya Wakenya wakihisi kuwa Kenya iko sawa. Aidha, asilimia 67 ya Wakenya wanasema kuwa mapato ya kila siku yamepungua kwa kiasi kikubwa, huku asilimia 15 pekee wakisema kuwa mapato yao yanaongezeka. Vile vile utafiti huo unaoashiria kuwa asilimia 44 ya wakenya wanahisi kuwa uchumi mbaya ndio tatizo kuu la taifa kwa sasa, huku asilimia 23 wakisema uh, kuwa ongezeko la ushuru ndilo tatizo kuu. Asilimia 20 wanasema ni ufisadi, huku asilimia tatu ya wakenya wakisema siasa mbaya ndio tatizo kuu kwa sasa.